Spika wa Bunge la kaunti ya Isiolo Mohammed Roba ameitaka serikali kuwajibika zaidi katika kesi iliyomhusisha gavana wa kaunti hiyo Abdi Guyo ambapo anadaiwa kupanga njama ya kumteka nyara na kumjeruhi aliyekuwa afisa mkuu wa afya katika kaunti hiyo. Spika Roba akizungumza katika eneo la Garsen, kaunti ya Tana River, ameikashifu idara husika kwa utepetevu akisema kuwa wiki moja baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuamuru kukamatwa kwa, kwa gavana huyo wa Isiolo, amri hiyo haijatekelezwa. Kwa sasa spika huyo amemtaka rais William Ruto kuingilia kati, huku akihoji kuwa Abdirahman Rasan Hassan kama mwathiriwa amebaki kama bado hajapata haki yake. Watu wengine saba zaidi walitakiwa kukamatwa. DPP the other Friday akaachilia hiyo file akasema, gavana pamoja na watu saba wengine wawe charged. But since that time, hatujasikia gavana akiwa ameshikwa ama hatujasikia kutoka DPP ama DCI ni hatua gani wamechukua. Tungependa kuuliza hii swali. Tunajua rais wewe unawajibika vizuri vilivyo, ni nani katika serikali yako hapo chini ana protect governor Abdi Ibrahim kiwango ya kwamba yeye anafanya uhalifu, amevunjavunja County Assembly yote? Sahizi hakuna kazi inaweza fanyika katika County Assembly ya Isiolo.